Na hii ndo kauli ambayo imeweza kumponza msemaji wa timu ya Yanga Ally Kamwe, kauli ambayo ilikuwa inazungumzia marefa imeweza kumwingiza tiani mpaka kuitwa katika kamati ya maadili ya TFF. Sasa kabla sija kusomea kauli hiyo ambayo aliweza kuisema kupitia mtandao wake wa Instagram ni vyema kidogo tukafahamu kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo itaenda kupigwa tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka 2025, lakini baada ya hapo nitakuambia kauli ambayo imeweza kumponza Ally Kamwe kufuatia dabi kufuatia dabi kumekuwa kuna chokochoko choko nyingi ya sasa chokochoko za marefa ambazo zinaendelea ikiwa ni baada ya refa amedarajiga kuchaguliwa kuwa Pilato wa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano pale Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Nilikuwa nafuatilia baadhi ya interviews ambazo ziliweza kufanywa kupitia medias mbalimbali mbali. Tukaona Azim Dewich ameweza kuongea vikali kuhusu kumpinga pilato wa mechi hiyo Ahmed Arajiga ambaye amechaguliwa kwenda kusimamia mchezo huo kama refa mkuu ama nefa nambari moja ambaye ataenda kutafasiri sheria zote za mchezo huo. Azim Deji ameweza kuongea mambo mengi ikiwemo kwamba anasema kwamba Arajiga ambaye amekuwa akiwapendelea timu ya Yanga, hivyo akichezesha katika dabi ya Kariakoo tarehe nane, basi ni wazi kwamba lazima ataenda kuizulumu timu ya Simba ama ataenda kuipendelea timu ya Yanga. Unaweza ukasema hivyo kwa upande mwingine. Sasa baada ya kusema maneno hayo, akaja akaibuka Haji Sunday Manara ambaye naye pia alikuja kumuibua vikali na kumsema vibaya mno Azim Dewji kwamba analeta propaganda za mpira ambazo zimepitwa na wakati, zilikuwa za miaka hiyo. Ameweza kusema kwamba mimi, namnukuu Haji Sunday Manara, yeye aliweza kusema kwamba toka msimu huu wa ligi ulipoanza, hakuna refa yoyote ambaye ameonyesha kuipendelea timu yoyote to toka ligi hii ianze ya msimu ishirini 25. So akaweza kumjia vikali Azim Dewji na kumwambia kwamba hizo ambazo anaziongelea mpaka sasa ni propaganda ambazo tayari zimepitwa na wakati. Hivyo amedarajiga ni refa bora ambaye pia tuliona miaka ya nyuma kidogo aliweza kupata tuzo ya kuwa refa bora. Kwa hiyo ni refa ambaye tunaweza tukasema kwamba kwa lugha nyingine ni refa wa kimataifa, international referee ambaye anaipeperusha bendera vizuri hapa Tanzania. Sasa mbali na hayo yote, hiyo ilikuwa ni interview ambayo aliweza kufanywa kupitia shirika la habari la EATV, yani East Africa TV, ambapo walimpigia simu Azim Dewiji na kuweza kufunguka mambo hayo. Lakini baadaye akaja akajibu Haji Sunday Manara kupitia shirika moja la habari, akimjibu Azim Dewij kwamba analeta hizo propaganda za zamani. Tukiachana hayo sasa, moja kati ya uchambuzi ambao ulikuwa unafanywa kupitia shirika la habari la Azam TV ambapo walikuwa wanachambua mpira jana, nilikuwa naangalia, niliona moja kati ya mchambuzi wake godluisn Muru ambaye amekuwa akichambua mipira sana hapa Tanzania aliweza kumzungumzia na kumchambua vizuri refari huyu ambaye amechaguliwa kuwa pilato ya mechi ya dabi ya Kariakoo tarehe nane mwezi wa tatu 2025 Ahmed amed Arajiga, akasema kwamba ni refa ambaye kwa sasa ni refa a kimataifa international referee ambaye tuliona hata hapo nyuma pia alienda huko South Africa kuchezesha mchezo. Kwa hiyo ameaminiwa hata na kafu na yuko katika ubora mkubwa na viwango vikubwa. Hivyo basi, wakati anachaguliwa jana, niliweza kufuatilia manzo mwisho ile presi ambayo walikuwa wanaifanya, watu wengi sana waliweza kumsifia Ahmed Arajiga kwa kiwango kikubwa ambacho wamekionyesha, na waliweza kusema kwamba wamemchagua Ahmed Arejiga kuchezesha mchezo wa dabi ya Kareko ya tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka 2025 kwa sababu yeye ni moja kati ya marefa ambayo wameonyesha kiwango kikubwa toka ligi yanze, yani kwa msimu huu toka ligi yanze amechaguliwa, kwa sababu ye ndo refa pekee ambayo ameweza kuonyesha uwezo wake mkubwa bila kuonea mtu na kutafasiri sheria zote za mchezo pasipo kupendelea timu fulani, japo kuna interviews ambazo nakuekea hapa uone jinsi mashabiki wa upande wa Simba na Yanga wote wakitupiana maneno kwamba Arajiga anapendelea timu ya Yanga, lakini pia shabiki wa Yanga nao hawamtaki Arajiga. Sasa sijajua shida ni nini hapo, lakini kabla sijakuwekea interview hizo, turudi katika topic yetu ama content yetu ambayo imenifanya niweze kuletea hili hapa kupitia peji ya Instagram ya Rick Media aliweza kuposti picha ya Ally Kamwe, lakini pia akaweka caption akaweza kusema kwamba hii ndo kauli ambayo inasemekana ama andiko ambayo linasemekana limeweza kumtia hatiani Ally Kamwe baada ya kuzungumza maneno haya. Ngoja nikisomee kile ambacho alikiandika Ally Kamwe ambacho kimepostiwa na peji ya Rick Media kupitia ukurasa wake wa Instagram akisema ya kwamba na leo sio mara ya kwanza, huu ni mwendelezo, ni kama mechi ya kumi mfululizo. Kila mechi ya kolo huwa mijadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayowanufaisha kolo kupata ushindi, mara wapinzani wananyimwa magoli halali, mara mjadala kolo akifunga magoli offside na waamuzi wanayakubali. Tumesikia pia mjadala wa penati nyingi za mchongo zikiwanufaisha makolo. This is too much. Na inatupa wasiwasi kama haya yanatokea huwa yanatokea na kwa bahati mbaya kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Ally Kamwe kupitia peji yake ya Instagram, ambapo imekuwa reposted yani, imepostiwa na media kubwa ambayo ni Rick media akizungumzia hii hapa kauli ambayo ameweza kuitoa Ally Kamwe akisema ya kwamba hii ndo kauli ama andiko ambalo limemtia hatiani mpaka sasa kuitwa katika kamati ya maadili ya TFF. Sasa nemu, tusikilize hizi hapa interview za mashabiki wa timu ya Simba na Yanga wakizozana kuhusiana na pilatu wa mechi ya tarehe nane, dabi ya karakombe itafanyika pale Mkapa. Sasa tuwasikilize, alafu uje uniambie je Huyu refa inasemekana ni kama vile anatembe, ana, anapendelea timu ya ya Yanga lakini pia mashabiki wa Yanga nao wanasema anapendelea timu ya Simba. Tusikilize hapa mashabiki walichokuwa nakiongea, alafu tutarudi. Azam sio familia. Mmeona hao kwamba Azam sio familia. Leo washinde ila bahati nzuri tumepata pointi moja angalau na sisi Young Africa alifungwa, kwa hiyo sisi kwa ujumla, kwamba tumeshukuru kupata hii pointi moja siku ya leo, lakini watu wako wanasema Azam wetu ni familia, sio familia, kwamba wao oh, Aragije kwamba nani ni familia, sio familia, mmekiona kilichotokea hata kwenye dabi tena inawezekana. Na Aragije hatumtaki. Sisi atumtaki sii, tunataka tare, tare, tare nane apewe, nani? apewe Kayoko yule yule. Mchawi mpe mwanao, tarehe nane apewe Kayoko, najua atakataa kwamba wewe oh, haiwezekani kacheza mechi hii sijui na nini, a ah, a ah, tarehe nane bodi ya ligi wampe Kayo wachezeshe dabi yetu ya Simba na Yanga? Mchao mpe mwanao. Sisi tutakaje? Kwani tuamwangalie? Kwani rajiji leo kwa nyonga, kwa jumla ametunyonga mara mbili. Atunyonga ana gije yule, sio rajiji si, yule umebadilika eh, anatakuwa asiju kasha international, sisi tuseme kwa kawage. Lakini ana gije yetu kwa tunamjua, sio huyu hapa. Azamu ile sio azamu hii, kwao hakuna familia. Leo tumecheza mpira tumepata pointi moja kwa jasho, hakuna cha familia dakika ya kwanza mpaka dakika ya tisini. mpira dakika tisini. Mm. Tulikuwa kwa pungufu lakini tulikuwa ni bora kuliko wao. Wow. Wao ndio walikuwa wanapoteza muda wajidondosha goli kipaona wachezaji wao mkoona. Mm. Wao ndio wao ndio, ndio ndio muda wote wataka kucheza mpira. Sisi tuko pungufu lakini tunaelemea wao. Kwa maana yake bila la jiga leo ungekuwa ni story tofauti. Na hao waamuzi mekwambia wapo kuna listi wapo anapangwa mechi za Yanga kwa uwe. Leo kamisai kwa nani? Elisaz. Elisasia, acha kupenda Yanga, ngoja mi goli mbili za Yanga kuweka mfukoni. Elisasia, huyu aje sasa baada ya kusikiliza hizo hapo kauli za mashabiki, wewe, kwa mtazamo wako, unaona shida iko wapi kuhusiana na huyu Pilato wa mechi ya Dabi ya Kareko ya tarehe 8 mwaka 2025 pale Mkapa Stadium. Je, kwa nini watu wengi wanampinga? Ukiona Azim Dewij anampinga, lakini pia kaja akaibuka Haji sande Manara akisema kwamba huyu refa hana shida, lakini wachambuzi mbalimbali wameweza kumzungumzia kwamba Arajiga hana shida kabisa, ni niref mzuri tena wa kimataifa. minitahliuw wanafamilia yetu wa nguvu kupata habari mbalimbali zinapojiri kila wakati na kila mda. Asante.